Muda ta... mda jana tulisema namna ya ja kutengeneza kitalu, zile hatua zote tunazijua wote, si ndio? Eh mwalimu, wale wa... watu wanne wale warudi bwana. Jamani, walimu wangu ndio tutengeneza vibaba wetu vinne, alafu watu ndio watatufundisha, watu watatufundisha So, so, haya. <laughs> <laughs> Tusikilize darasa la kitalu eh, tunisema, darasa la kitalu tulisema tunatafuta eneo ambalo lenye rutuba si eh, yeah, kwa ajili ya kuweka nini kitaru chetu si ndio hivyo, yeah. Sasa eneo la kuweka kitaru tumelipata eh, yeah. Yani mfano d